Kwanza nashukuru kwa kunipa nafasi. kwa jina naitwa Alfa Ajabu k mnyama au popo ambaye ameshazoleka manyoya ya Simba. Mimi nakwambia kuwaweka watu wacheze wote, kwa sababu najua sisi tuna mashindano makubwa. Kwanza tuna shindano lipo kubwa zaidi yetu, na nataka kombe libaki hapa hapa, cha Afrika federation, lakini watu wote kucheza yani kama mazoezi tu, unaiona kama ni hapa. Umeona hii ni kama zoezi, viporo vyetu tunavikamia tu vile na tunavila, kwa sababu tunafanya mazoezi eh. Kwa hiyo lazima kila mchezaji acheze kwa sababu tunafanya zoezi. Mpira wa leo hattrick ya kwanza ya ondoka ya hoa huyo mwamba hana baya, nilikuambia yeah. mpira uliokufa ukimtengea na piga Katengewa, mpira umekufa, katengewa piga kitu nyavu, na nilikuambia, maana ingekuwa sifanye interview na wewe ni sawa, lakini kama unakumbuka, au utaweka hewani wataielewa mwanzo kabisa, mm. nilikuambia mtu mzuri kutenga mpira ambao umekufa ni chazi ya hoa, mm. Nakachukua mpira umetenga tayari, kaondoka. Yes, hey. Na mpira leo, eh, nakubali. Asante sana mwanangu, fresh sana.